Kwa machungu makubwa sana kwa kuondokewa na rafiki yetu, tuseme ndugu yetu, lakini pia nampenda maendeleo hasa katika wilaya ya Bukoba. Kwanza niseme mama yangu na kupa pole sana Justine Kimodoi alikuwa anatupenda sana sisi hasa watu, watu hapo, wa wilaya ya Bukoba mjini. Wazee wake kama wapo, au mke wake nampa pole, watoto wake kama wapo, nawapa pole sana, lakini pia nimpe pole sana mkuu wetu wa mkoa. Ninasema nitasema kidogo. Mimi kwa mara ya kwanza nimekutana na mkuu wetu wa mkoa kwenye ofisi yake, aliniambia Kagera, tuko nyuma, ninahitaji maendeleo katika mkoa wetu wa Kagera, lakini pia ninahitaji maendeleo katika mji wetu wa Bukoba kwa kipindi ambacho mimi Justine Kimodoi, kusema ukweli, sikuwahi kumuona kwa macho, japokuwa mimi nimezaliwa papobam, lakini nimempenda kwa sababu yeye alikuwa ni mtu wa watu, alikuwa na huruma sana. Hata mimi mwenyewe alikuwa akinipigia, mwenyekiti, umeshaenda kwa watoto yatima mwenyekiti umeisha kwenda kuwaona wazee wale, ni maisha mabaya, wagonjwa. Alikuwa akinikumbusha sana. Ndugu zangu, kinachonikwaza mimi, kinachoniuma sana kwa kweli, kumpoteza huyu mtu ni jambo ambalo mimi mwenyewe namichaka. Alikuwa anawasiliana na sisi mara kwa mara. Tumempoteza Justine Kimodoi. We. Na mara ya mwisho mimi nilikuwa Dar es Salaam nimewasiliana na Justine Kimodoi kwa jambo tu kidogo tu, alikuwa ananiambia mwenyekiti, ukirudi nyumbani ntinaonekani kama mwenyekiti. Kuna mambo alifanya fanya hapo kidogo, mliona kwenye mitandao lakini mwenyekiti mwenyewe ndugu yetu Justine Kimodoi alikuwa anapenda sana mtaa yetu ya Bukoba mjini, na alikuwa na uwezo kukuambia jambo ambalo mbele ya safari unakuja unaliona. Huyu Justine ulimuuliza hili umelijua, anasema mwenyekiti, kaa kwa kutulia, hili linalokuja si zuri. Na wakati mwingine unaona linakuja linafanana kama unaliona lakini mimi ni mwenyekiti wa wilaya ya Bukoba mjini na ndio naongoza siasa za Bukoba mjini. Kimodoi leo ametutoka, lakini alikuwa anaishi Marekani. Hakuna rafiki wa kifo. Kama kuna ubaya aliufanya kwa mtu yoyote, mimi si u lakini kicho hapa kuna hasira nyingi sana kwenye mioyo ya watu, kuna masikitiko mengi sana kwenye mioyo ya watu. Unaelekea wapi sana na maneno yakishapita, na yakali yakafanana, kama tunao yaona haya. Ndugu zangu, mimi naamini maliwani, mpo hapa Madiwani mko wangapi? Niwaone eh, mimi ndio naongoza siasa za mkoa mjini. Mpo madiwani wako hapa, wakanataka mje hapa niwaone. ana hapa ametoka hapa, anaitwa Alimasud Karumu na ametoka hapa. Ngoja niwaambie ndugu zangu, uwe na pesa, uwe na ubunge, uwe diwani, yote ni mapenzi ya Mungu. Mungu akiamua, hata ukakuja na trilioni ngapi, akasema, atasema uwezi kuwa, uwezi kuwa Mungu akipenda atasema utakuwa, hata una chochote unakuwa. Kweli si kweli? Sasa ndugu zangu, lazima tujitathmini mbele ya safari tunapokwenda, tufanye nini? Ukisha kufa leo, tunahitaji tunapaswa kumzika kakufanyia nini? naumia sana mimi, ninajua mimi mheshimiwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kamati yake wamenileta hivi leo. Tumekuwa tunacheza rafu, amani ndani ya chama isinge kuwepo kwenye chama. Tumetulia ni kwa sababu na sisi, kiongozi, sana, nuzangu, na sisi kama kiongozi nimetulia. Niwaombe sana kwa niombe niwaombe sana ndugu zangu, niongee kwa ufupi, nawaombeni sana Tutuliwe kitu kimoja. Na mimi mwisho, nimaliza kwa kusema mimi, si ndio? na nafrind hapa, sindio? na <laughs> <Sindio? laughs> wale wanataka kugombea bwana karumu, na gombea mimi <laughs> wakati nagombea wenye kiti, nataka niliwaeleza watu wote kwa kwa kwa Hivi leo wanakarumuna, mimi nilikuwepo. Kipindi kilichopita alishinda kwa asilimia kubwa sana. Leo tunamshabikia, alipata asilimia ngapi? Yeah. Wewe ni makini. Asanteni sana yeah. Hey,